Sasa hivi imepita kama tipu mbili, ambazo kila nikienda mahakamani wale ndugu wa marehemu wanadiriki kusema kwamba sasa ushawadanganya sana. Sasa hivi kinachofuatia wanatafuta mbinu ya kuniua au kuniwekea tasumu, na mara ya mwisho nimeenda mimi kwa tarehe mbili mwezi huu, naoongea na wewe mwezi huu tarehe mbili, nikaambiwa tarehe kumi na saba ndo natakiwa nirudi magere nani <coughs> nirudi mahakamani. Mpenzi mtazamaji, ilikuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe. kama mshale unavyokuonyesha. Amba ujitambulishe kwa majina Watanzania waweze kukufahamu. Mimi eh, kwa jina naitwa Juma Ali Maganga, ni Mtanzania mzaliwa wa mkoa wa Dodoma. Ndiyo. Na ishi Dodoma naitumikia kampuni ya Bwana Gabriel John Musa kwa jina la Kiliki kampuni ya Kiliki mendesha gari namba 931 CYES, mali ya kampuni ya Bwana Kiliki. Sawa. Juma Maganga ee, Chawamata TV tumekutafuta ili tupate kwa undani kuhusiana na ishu yako ilivyo Hebu Mtanzania ambaye anakusikiliza hivi saa hizi tuambie, mpaka ili tatizo limekuja kukuta ilikuwaje, kwa kifupi? Kiongozi wangu, ili swala langu sidhani kama kuna mtanzania ambaye asiolijua ili swala langu, kwa sababu lilitreni sana kwenye mitandao, kwenye taarifa za habari, mpaka kwenye magrupu ya madereva, yani sidhani kama kuna sehemu ambayo hawana taarifa ili swala langu, isipokuwa takueleza chanzo cha kuja kwangu Sudani. Na mimi nilipakia mzigo wa world, world, world food eh, mzigo wa shirika la misaada UN nilipakilia Dodoma mnamo tarehe tatu mwezi wa kwanza, nikaondoka Dodoma ilikuwa tarehe kumi na tano kuelekea kuja Sudani kutoka Dodoma mpaka nafika boda ya Nimle ilinigharimu zaidi ya wiki tatu njiani, kwa sababu kwanza kulikuwa kuna changamoto ya gari ilikuwa inanisumbua. Nikaja nikakutana na jamu boda ya Mtukula. Boda ya Mtukula niliondoka ilikuwa tarehe ishirini mwezi wa kwanza. Ndia, nikaja mpaka boda ya nimle. Nimle nilikaa zaidi ya siku kumi na moja upande wa Uganda, nikavuka ilikuwa siku ya tarehe thelathini na moja tarehe thelathini na moja ilikuwa tarehe tatu ndio ya mwezi wa pili, nikahamia upande wa Sudani. Upande wa Sudani nako vile vile nikaja nikakaa kuna parking moja inaitwa ya Korona huku upande wa Sudani, tukawa tunasubiria mambo ya document za mizigo zilivyokuja kukamilika. Ilikuwa ni siku ya tarehe kumi na nne mwezi wa pili, nikawa tayari kuelekea safari ya kwenda Juba hiyo Sudani mjini. Sasa hapo katikati ya ya Nimle na ni katikati ya Nimle tuseme katikati ya boda na Juba ndiko nilikwenda kupatia ajali. Kuna kambi moja ya wanajeshi ya wanajeshi, nilimgonga mwanajeshi, alikuwa na pikipiki yeye alikuwa anatokea ng'ambo ya barabara anaingia barabara kubwa, hakuwa makini kuangalia barabarani. Kwa hiyo mimi mwenyewe alinishukiza, na nilijaribu kumkwepa sana, ila sikuweza kufanikiwa kumkwepa wala kumwokolea maisha, nikaja kujikuta nimemgonga na kumsababishia mauti. anacheo gani na anajulikana kwa majina gani? Sikuweza kuambiwa cheo chake wala sikuweza kuambiwa jina lake, kwa sababu cha kwanza binadamu hawana utu. Yaani sikuweza kupata nafasi ya kujion, kujitetea au nafasi ya kuongea chochote zaidi ya mimi kuanza kukimbia. Nilikuwa na, nilikuwa niko na kijana wangu mtoto wangu wa kumzaa mimi, anaitwa Hasani naye, Hasani Juma. Tuliweza kukimbilia, kuna gari moja ilikuwa imeharibika, ambayo ilikuwa pembeni ya gari yangu, ambayo ndio nilikuwa naipita ile gari ili niweze kurudi kwenye saiti yangu, ndo nilipoenda kujificha chini ya uvungu wa ile gari. Wakaanza kutupiga mawe na kuturushia mamiti, huku askari wengine wakipiga bunduki juu, yani kulikuwa kama ni vita. Kwa hiyo nikaja kujikuta, wakajitokeza askari wawili, wale ndo wana roho nzuri kidogo, wakaja kawa nawatuliza wale askari wengine na kuambia msiwapige, msi msiwaue, msiwapige, msiwaue ndo akatuita tukatoka chini ya uvungu wa gari, kutokeza tu chini ya uvungu wa gari wale maaskari wawili wakawa wamenishikilia mimi na mwanangu, wanatupeleka kwenye kuruza hiyo ya, ya jeshi. Sasa huku nyuma yangu akaja mmoja na wabunduki akaja akanifija na kitako cha bunduki usawa wa kichwa mm. Nikawa nimepasuka kichwani. E, tukapakiwa kwenye ile kuruza tukarudishwa hapa upande wa upande wa Sudani huku boda tulikotoka sasa kuna kituo cha polisi kinaitwa Malikia ndiyo. Ilikuwa ni, ni nakimbilia saa kumi na moja jioni mpaka saa kumi na mbili Nikaja nikatolewa pale kwenye eneo la tukio, tukafikia kuna kijiji kimoja nawe na kambi ya jeshi pale, wakaenda kama kutupumzisha kutu. Baada ya masaa mawili tukawa tumepumzika pale, nadhani wale maaskari si walienda kutafuta mafuta nani mafuta ya gari ili waweze kutuleta huko boda ndio tulikaa mpaka kwenye saa moja saa mbili kasoro, wakaja wale askari na ile kuuza iliokuwa ametutoa kule kwenye ajali, wakaja wakatuchukua tena, tukapakiwa kwenye ajali nako. Pale vile vile ukawa kuna maaskari wanajeshi ambao wakawa wanataka kutupiga, wale maaskari wangine wakawa wanawazuia. Kuna mzee mmoja ambaye kabisa nilimaki kwa sura, yule alikuwa alishakoki kunduki anataka anipige, nayo ndio. Kwa hiyo yule askari ambaye alikuwa amenishikilia akaenda akamnyang'anya ile bunduki na kupatiwa mimi, ndani ya kuruza kalazwa chini na kufunikwa maturubai, tukatoka pale moja kwa moja mpaka tukaja kujikuta tumefika kituo cha Nemle. Nilivyofika hapa nikafia polisi. Ndiyo. Yule mwanangu akawa amelala nje, kwa sababu baada ya kuja kugundua mwanangu yeye alikuwa ni tandiboy, akasema yeye ana haja kuchukuliwa wala nini, akawa ameachiwa mimi nikaingizwa lock up, nikaingia hivyo hivyo lock up na kidonda changu na huku damu inaendelea kunitoka. Nikaa nimechukua shati yangu ile ambayo nimevaa nikajifunga kichwani, basi nikalala mpaka palipokucha, kwenye muda wa saa nne saa tano kasoro nikaja nikachukuliwa na askari, ndio nikapelekwa hospitali kwenda kushonwa yeah. Nikaenda nikashonwa nyuzi saba kichwani. E, eh, na wakati huo nimeamka nikiwa na maumivu mikononi, mgongoni, miguuni kwa sababu nilikuwa nishapigwa pigwa sana na mafimbo. Ndio. Kwa hiyo nikapelekwa hospitali, nikapata matibabu, nikarudishwa tena lock up. Pale lock up nilikaa ndani ya siku tatu. Sasa ndio, mule kuna joto kali kama unavyojua Sudani, hali ya hewa ya Sudani inakuwa na joto kali. Ndio, donda changu kaanza kutoa harufu, uh, yani kwa kifupi kaanza kuharibika. Ndio, nikatolewa pale nikaletwa magereza magereza ndio nikakaa ndani ya wiki mbili. Wiki ya tatu ndio nikaanza kupelekwa mahakamani. Ndio. Na mahakama ambayo uko unapelekwa unaitambua kwa jina na ni mji gani ulikuwa unapelekwa mahakamani? iko hapa hapa, iko hapa hapa, Nimle hapa hapa, Nimle. Na iko kama unataka kutoka kutoka nje ya boda hii ya Nimle hapa ni kama kilomita mbili kutoka hapa mahakamani. Ile mahakama mpaka leo mimi sijaijuaga jina lake, kwa sababu ni mahakama ndogo. Ndio hiyo mahakama kawa tunapelekwa hapo, kila nikipelekwa na somea mashtaka na kuambiwa kwamba inatakiwa nilipe familia ya marehemu, ndio na wakati kata... Umepelekwa mahakamani, je, ulipewa fursa ya kuwakilishwa na wakili? kuweza kupata wakili kwa sababu kwanza, baada mimi, wakati nikiwa bado niko jela hapa, kabla sijaanza kupelekwa mahakamani, ile siku ya ilikuwa kama ni siku ya tatu ya siku ya tatu, eh, baada ya kupata matatizo, ukawa familia marehemu inahitaji hela ili waweze kwenda kufanya mazishi, tajiri yangu akatuma hela mara ya kwanza ikapokelewa na askari wakala, mara ya pili ikatumwa ile hela, ikawafikia wale walengwa, hela kidogo nyingi kaa imeliwa. Sasa kitokeo cha hapo, tajiri yangu akawa kama kashashikwa na hasira, akawa anakataa tena kutuma hela na akabidi ajitoe kuto kunisaidia chochote, kwa sababu akawa anasema mi kila nikituma hela zangu inaliwa, bado naendelea kusumbuliwa kwenye simu na hao watu washaonekana hawana ubinadamu sijui na nini. Basi tangia hapo tajiri akawa amenitelekeza, mpaka hivi leo unavyoongea na wewe hakuna tena msaada mwingine aliyoutoa, mpaka leo hii unavyoongea na wewe. Na mahakamani na... umeweza kuhukumiwa kwa kifungo kikoje? Maana yake huku Tanzania, tumezoea vifungo vya kawaida kwamba ukigonga, eh, unaweza ukahukumiwa mwaka mmoja labda na faini. Je, kwa huko Sudani, hukumu yako wewe ikoje? Hebu tudadavulie vizuri hapo ili Mtanzania anayeweza kukusikia akuelewe. Yaani mahakama ya huku sasa, sijui lapo ni kuambia vipi, kwa sababu kwa kifupi tu kwanza, yani huku sheria hakuna, huku sheria hakuna mimi. Mimi kwa jinsi nilivyoona mimi, mimi nilikuwa napelekwa mahakamani kama mahakamani, kila nikifika wanaosikilizwa sana ni ndugu wa marehemu. Mimi sikupewa nafasi ya kusikilizwa na sikupewa nafasi ya kuongea zaidi ya kuwa nasomewa mashtaka na kuambiwa nimesababisha kumuua mtu sasa hivyo ndugu wa familia wanataka niwalipe ishara wao, wanasema ishara ya ndugu yao ile damu iliyomwagika. Nikawa nimeambiwa natakiwa niwalipe ng'ombe hamsini na moja kimila. Sasa ni yaani mi nikawa ni kama nimeshtakiwa kwa kimila, natakiwa niwalipe ng'ombe hamsini na moja. Wale mabwana wakawa wameenda wamepiga hesabu zao, gharama za kuanzia mazishi kwanza, kuitoa ile maiti pale ilikopatia ajali kuja mochwari kutoka mocho walikwenda huko kwao kijijini nilikopatia ajali, mambo ya malisha kula tuseme chakula, sijui usafiri nini, wakawa wamegharimu hela ya ki, ya paundi hii paundi ya Sudani iligharimu milioni mia mbili na kumi na sita elfu na mia tano hamsini na ngapi sijui, ambayo hiyo hela ukiigawanya kwa hela ya Kitanzania inakuja milioni mia na pointi nane, ambayo ndio hela iliyokuwa inatakiwa jumla niilipe ile familia ya marehemu na mimi. Baada ya kusomewa hiyo hukumu, kwamba natakiwa ni walipe wale ndugu wa marehemu hiyo hela, ndio nikawa nimehukumiwa miaka mitatu ndio katika katika hiyo miaka mitatu nikawa nime nimehukumiwa na nimepigwa faini ya kuilipa ni ya, yaani kama endapo ta tawalipa wale ndugu wa marehemu itabidi niilipe mahakama laki tatu paundi ambayo ni kama na do, kam, ni sawa na dola mia sita, dola mia sita ndio ndio. Na je kwenye hiyo hiyo miaka mitatu ukishamaliza, kwa mfano mm. tunataka tuchukulie kwa kulabadisha mm. ina maana miaka mitatu mm. ukishamaliza kifungo chako ndio, mm. na hiyo fedha milioni mia inakuwa umeshailipa, au hapo ikoje, Maganga? hebu tutafsirie kidogo. Yani, katika hukumu niliyopewa mimi ya uh, miaka mitatu. Ndiyo, na ile ile hela nimeambiwa nime, natakiwa niwalipe ndugu wa marehemu ndio katika hiyo milioni mia na nane ina maana hapo kuna hiyo gharama ya kulipa ile hukumu na gharama za kulipa wale ndugu wa marehemu ambao gharama za ng'ombe hamsini na moja na gharama za matumizi ya chakula na nini. Wao waliniambia kwamba endapo nikimaliza ile miaka mitatu sijalipa ile hela, ile hela kwanza itadabo eh, yani itadabo, silikuwa milioni mia na nane inadabo kama ni mara mbili au i mara tatu atakavyoamua wao na, wow. na miaka itaongezeka kutoka kwenye miaka mitatu itaenda miaka miaka kumi, ina maana wao kwa kwa kwa kwa kuamanisha kwao, yani ina maana mimi wamenifunga hii miaka mitatu, nikianzio endapo yeah, nikishindwa kuilipa hiyo hela, basi takuwa kama nimefungwa kifungo cha maisha ambacho kila nitapokuwa kiki, nikiisha, wanaongeza na hela ina double. Ndio sasa tunataka tukuulize Maganga wewe e, kwenye kwenye kulipa hii hela kuna jitihada gani mpaka sahizi zimefanyika, na je kuna balance yoyote ambayo E, ipo sasa. Na wewe hebu tudadavulie hapo kidogo, kwa jitihada ilipo paka sasa hivi nilikofikia. Kwanza mwanzoni familia yangu imesha- imeshatembelea sehemu zote unazozijua wewe za serikali ambazo unazozijua zinazohusika na mambo ya nje, ndio um, kwenda kuomba misaada mpaka leo hii tunaendelea kuililia serikali itusaidia, lakini hatujapata jibu. Kila familia yangu akienda, sasa mke wangu ndo anafuatilia sana hii kesi. Ndiyo. kila akienda serikalini anaambiwa swala tunalishughulikia, swala linashughulikiwa, swala linashughulikiwa, swala linashughulikiwa. Kwa hiyo mpaka leo hii ninavyoongea na wewe, tuliamua kupika mahali kuwaomba wale ndugu wa marehemu wanifanyie mimi msaada, niwatafutie hela kidogo ili mimi niweze kutoka, wao wabaki ile gari ya tajiri. Walichoniambia wakaniambia mimi nachotakiwa niwatafutie dola elfu kumi ili niweze kuwalipa familia ya marehemu, na hiyo dola mia sita ili niweze kuilipa mahakama hiyo miaka yangu mitatu. Jumla inakuja dola elfu kumi na sita na zaidi na zaidi, ambayo ni shilingi ngapi kwa fedha za Kitanzania? Hasa hapo ndio wewe unatakiwa geni mi, niko jela uk, mzee, hata siwezi jua dola sasa hivi iko shilingi ngapi. Wewe huko mwenzangu, huko uraiani huko huko, unajua hata dola sasa hivi imepanda, leo ina, leo inasoma ngapi. Unajua mi hata ukiniuliza sasa hivi dola leo iko shilingi ngapi, sijui. Ndio kwa hiyo hapo, eh, ni dola elfu kumi na mia sita Mm. Sawa. Na je, Bwana Maganga, e, utaratibu wa kuzilipa hizi hela ukishapatikana na hela ik ikalipwa, ni kitu gani kinachofuata mm, hapo? Yani, kwanza utaratibu uliopo mpaka sasa hivi kwa sababu mimi nishapelekwa mahakamani zaidi ya mara sita. Kila tarehe ikifika, naenda mikono mitupu, nakuwa nimetoa ahadi kwamba talipa mwezi, tarehe fulani ikifika, nakuta hela sijapata kwa sababu mimi mpaka leo hii nategemea michango kupitia madereva wenzangu, kupitia ndugu na jamaa, ndo wanaonipambania mpaka leo hii, vinavyoongea na wewe, wanaendelea kunipambania. Kwa hiyo kila baada ya tarehe naambiwa, bwana, tuangalie tarehe hii, labda tukafikia kwenye kiwango tunacho inachotakiwa. Inafika tarehe, hela inakuwa haijapatikana, na mi kule nakuwa nishatoa ahadi talipa tarehe fulani kwa hiyo imefika mahali sasa, sasa hivi imepita kama tipu mbili, ambazo kila nikienda mahakamani wale ndugu wa marehemu wanadiriki kusema kwamba sasa tushawadanganya sana. Sasa hivi kinachofuatia, wanatafuta mbinu ya kuniua au kuniwekea tasumu. Na mara ya mwisho nimeenda mimi kwa tarehe mbili mwezi huu, naongea na wewe mwezi huu, tarehe mbili, nikaambiwa Tarehe kumi na saba ndo natakiwa nirudi magereza nani, nirudi mahakamani. Nilichoambiwa kwamba ikishindikana hiyo tarehe kumi na ni... <coughs> ni mba, saba, ina maana mimi nitafanyiwa kwanza transfer hapa ma... hapa magereza nilipo nitapelekwa kwenye gereza moja inaitwa Magu, huko kwenye hicho kijiji niko patia matatizo. Wale ndugu wa marehemu walikokuwa wanamwambia hakimu kwamba huyu, tabidi tuondoke naye hiyo tarehe kumi na saba tuende naye akakae gereza la Magu ili tuwe naye jirani, tuweze kumsurubisha inavyotakiwa, yani wanitese navyotakiwa, na watafute na mbinu ya jinsi ya mimi ya kunifanyaje kuniua. Sasa nikawa nimewaomba nimewaomba nimewaomba, nikawaambia nime nime naombeni mnipe wiki mbili, kutokana na tangia nilivyoanza kuchanga michango yangu ya fedha mpaka leo hii navyoongea na wewe, nimechangiwa na baadhi ya magurupu na madereva na mpaka leo na milioni nane na elfu themanini ndio, na hapa studio za Chawamata TV tumefanya kupiga hesabu ya dola elfu kumi na mia sita kwa reti ambayo ipo. Ndiyo. siku ya leo naoongea na wewe tarehe 6 mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano mida saa kumi na dakika kumi na nne hapa reti tumepiga hesabu imekuja milioni ishirini na nane E, milioni ishirini na nane mm, elfu sitini na saba na mia tano yeah, sasa, e, hamsini na moja ndio. Sasa Bwana Maganga, kutokana na kauli yako umesema wewe una milioni nane, kwa hiyo inamaana imebaki, e, milioni ishirini. Ndio sasa, e, kama Chawamata yeah, TV tunataka kufahamu hii milioni ishirini endapo itapatikana wewe inakufikiaje, au na ndugu wa karibu? Hebu tudadavulie hapo, hii milioni ishirini iliyobaki. Na madereva wenzako wanakusikia, Watanzania wanakusikia, eh, ikufikiaje au wanaweza wakafanyaje ili kufikie uwezo kumalizana na hawa watu ili hiyo hela iweze kunifikia kwa sababu tangia tulivyoanza kuchanga hizi hela kuna akaunti ambayo tulikuwa tumefungua ya familia, ambayo inapokea hela zinazochangwa na ambayo paka leo hii ninapokuambia hiyo milioni nane na elfu themanini ndio iko kwenye hiyo akaunti. Ina maana inatumwa kwenye ile akaunti hiyo. Tarehe kumi na saba ninapokuwa naenda mahakamani, nizeni nadhani itakuwa kwenye tarehe kumi na sita au kumi na tano. Kuna maadamu ambaye yupo huku anayeniletiaga chakula na kunisimamia kwa ajili ya kesi yangu, kwa sababu huku mimi hawa mabwana, kwanza lugha ni nigongana, lugha gongana. Kwa hiyo kila anapoendaga mahakamani, lazima niende na yule maadamu kwa ajili ya kuitafsiria wanachoongea. Na yule maadamu nilitafutiwaga na pasta mmoja ambaye yuko huko Tanzania, baba yake alikuwa anasali na yule maadamu. Kwa hiyo na baada ya kusikiaga Mtanzania mmoja amepata matatizo huku Sudani, yule pasta akaongea na yule pasta mwenzie ambaye yuko Uganda. Yule pasta akamwambia yule pasta kwamba bwana, mi na mina, mtoto wangu yuko hapo elegu hapo boda, tampa hizo process ya mfuatilie huyu bwana akamuone ili tuweze kujua atasaidiwaje. Ndio tangia kipindi hicho, brother, navyokwambia nilipopata matatizo mpaka leo hii yule dada wa watu ananihudumia, niugue, niishiwe hela, niishiwe chakula, yule dada ndo anakuja kunisaidia vitu kama hivyo. Na kila tarehe naoenda mahakamani lazima yule dada tuwe naye na ndio hata familia ikabidi tumfanye kama ni ni ndugu wa familia. Kwa hiyo hata suala hilo la kusema kwamba hiyo tarehe kumi na saba ambayo tulikuwa tumepanga, kama endapo kweli itapatikana hiyo hela, basi yeye ndo atakuwa msimamizi, na yeye ndo aliyosema atatafuta hata wakili ambao Msudanizi mwenzao ili waweze kuandikishana makubaliano ya kwamba wao wanapokea ile hela watabaki na hiyo gari ili waweze kuizuia mpaka kampuni itakapofanyaje itakapojitokeza. Ndio bwana Maganga, unaweza ukahitaji akaunti namba, kama unaifahamu na iko kichwani, ili Mtanzania na dereva mwenzako anayekusikia aweze basi kuku, kukusaidia na kukupa sapoti hiyo. akaunti namba sijaikariri kwa kichwa, lakini iko kwenye simu, mpaka niiangalie kwenye simu. Sawa basi utafanya kunitumia na mimi kwa njia ya WhatsApp ili niweze kuishare e, katika yeah, CHAWAMATA TV ambayo inaruka katika mitandao ya kijamii ya YouTube, TikTok, Facebook, Instagram na sahizi tuna kitu kinaitwa X, zamani ilikuwa inaitwa Twitter. Tutafanya yeah, kuishare hiyo. Baada ya kuishare na mimi, na mimi nitashare na Watanzania. Una neno gani la kuambia sasa madereva na wadau wananchi waliotia mkono kwa ajili ya kukuchangia, unawaambiaje? Sahizi wanakusikia. Yaani mimi nachowaomba kabisa kabisa, nilikofikia mimi, nahitaji nipate pesa ili hiyo tarehe kumi na saba niweze kuwalipa hawa ndugu wa marehemu ili tuweze kumalizana nao na mimi niwe uhuru zaidi ya hapo sijajua, hiyo tarehe kumi na saba nitaendelea kuitwa Juma au nitabaki jina tukama kama jina, kwa sababu ni watu ambao hawana ubinadamu na ni watu ambao wenye roho ya unyama. Hivi navyoongea na wewe mzee wangu, kwanza mi sielewi, sielewi hatimaye itakuwaje hiyo tarehe kumi na saba. Mimi nilichokuwa naomba kubwa zaidi, nisaidie kwa namna yoyote ile paka ifikapo hiyo tarehe kumi na tano au kumi na sita niwe nimefanikisha hilo zoezi la kuipata hiyo hela ili niweze kuwa na uhakika na uhai wangu. Asante sana bwana Maganga. Eh, nikushukuru yeah. kwa kuongea na Chawamata TV. Aa, no. na wadau kupitia eh, online media zetu watakuwa wameelewa sasa ni kitu gani kinachohitajika ili tuweze yeah. sasa kukilipa hicho kwa sababu okay. eh, kwa hesabu ambazo tunataka kupiga mimi na wewe, kutokana na mahojiano ni kwamba imebaki kama takribani milioni ishirini kuweza kuokoa uhai wako mpaka tarehe kumi na sita Na ni matumaini yetu kwamba hata kama viongozi wa Tanzania watakuwa wanasikia, milioni ishirini eh, milioni ishirini eh, milioni ishirini sio kitu kwa, kwa kuokoa uhai wako basi kama, kama Chawamata TV na timu yangu nzima ya hapa Chawamata TV tutafanya mm -hmm. eh, juhudi kubwa ili kupushi hiyo fedha ipatikane mm -hmm. Tunakushukuru sana kuongea na sisi, asante sana na mimi nashukuru sana kwa msaada wenu eh. Naomba mnisaidie ndugu zangu Mtanzania mwenzenu, mimi nateseka blaza mi nimeongea na wewe tu kwa sababu ni mwanaume, lakini yaliyoko rohoni mwangu Mungu ndo anayejua. Mi nateseka tangia mwezi wa tatu, mi nimevalishwa nyororo miguuni hivi navyoongea na wewe blaza, nimefungwa nyororo miguuni ndio. Pia u, kama unaweza ukatutumia uka picha itakuwa vizuri kushare na sisi, ili tuwaonyeshe tu, tu, tu, tu, um, watu uhalisia wa mambo unaopitia ili mtu ajue katika kitu tulichowekewa kwenye hizi simu sumu kupiga picha kutuma sehemu yoyote. Kwanza mi simu yangu hapa nani nini whatsapp nini facebook haikamati mimi ni WhatsApp. Na humu ndani tulipo jela kuna wale wanajiita wenyewe ma, ma CID yani wenyewe kitu kuangalia kama hivi navyoongea na wewe na simu hivi, kuna watu wengi wamenitolea macho, wanaangalia nachoongea, sema ni kwa sababu hawaelewi wa Kiswahili ila ukionekana unapiga picha, ukionekana unarekodi yaani wewe ni unakuwa uko hatiani. so, sasa hivi ninapoongea nawe mi niko ndani, niko gerezani, tuko gerezani ndani kabisa, na hizi simu sisi tunapewa kwa masaa kama hivi hapa, na nadhani na muda mchache sitokuwa hewani, wanakuja wanatunyang'anya hizi simu kwa ajili tena, mpaka kesho ndo tunaletewa. Sawa, tunakushukuru sana basi. Kesho kama CHAWAMATA TV tuna tafadhali naomba utupigie, tukupe mrejesho kwamba kipindi chako kimeruka, na tutakupa takwimu za watazamaji na tutajaribu pia kushare na watu wa serikali, na pia kama itaku, ita, ita, ita, itakuia vyema, basi utupatie na namba ya mtu wako wa karibu ambaye tutakuwa tunawasiliana naye ambaye yuko Sudani na ambaye yuko Tanzania mm -hmm. Tukushukuru sana Maganga. <laughs> Asante sana, nashukuru na kuhusu uyo yeah. Namba uliosema akaunti namba vyote utume. Asante <laughs> <ya. laughs>